Na ndi siku ya leo tumeswali Idi kwa ajili ya kushereheka kwa amali ya ibada ya sawm, na leo ni siku ngumu sana, ambayo unaweza ukaharibu yale yote ambayo umeyafanya katika mwezi mzima, unaweza ukaharibu. Ndio maana kuna maneno yanayozungumzwa kwamba maana asallaha yawma yawmal idi kaanama asahu yawmal waidi, mtu ambaye anamwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ya Idi basi huyu ni sawa sawa na mtu anayemwasi anayemwasi Mwenyezi Mungu siku ile ya kiama. Kiama kimesimama afu unamwasi Mungu. Uzito wake nani? uzito wa kumwasi Mungu ndani siku ya leo ni kama vile siku ya kiama kimefika alafu wewe unamwasi Mungu siku ile. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata walahum yaumani yalabuna fihima, yaani mtume aliwasili madina akawakuta watu wa madina wana siku mbili ambazo mtume hakusema wanashereheka, anasema yalabuna fihima, wanacheza katika siku ile. Kisha mtume aliwaambia nini? kad abdalakum llahu yaumaini khaira min huma yauma idi lfitr wa yauma idi ladha, Mwenyezi Mungu amekubadilishieni sasa amegupeni siku nyingine mbili zilizobora kuliko zile mlizokua mna, mnashereheka mna mnacheza. Walikuwa wana, wanashereheka au wanacheza katika mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, ndio wa Mtume ambao wakuta wakiwa na ada hiyo na dasturi hiyo, mwanzo wa mwaka wanashereheka kama wanavyojidai wao, lakini Mtume amesema wanacheza. Akawaambia viacheni hizo siku mbili, chukueni siku mbili nyingine, nazo siku ya Idi e Fitr kama hii ya leo na siku ya Idul-Adha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekubadilishieni nini? Siku ambazo mkishereheka, Mwenyezi Mungu anawaghufiria madhambi yenu na, na tangu mwezi wa ramadhani Ramadhani, Mwenyezi Mungu alikuwa anawaacha uhuru wa watu na moto, na siku ya usiku wa Idi, usiku wa jana kwa mkia leo mpaka kwenye swala, Mwenyezi Mungu anawaachia wa uhuru kwa kiasi kile cha toka mwanzo wa Ramadhani mpaka, mpaka jana. Kwa hiyo siku ya leo haitakiwi watu kufanya mchezo ni siku ya kutembeleana, siku ya kuoneana huruma kama alivyosema khatibu, siku ya kuonesha mapenzi baina ya mtu na mtu. Kisha ni siku ya kuondosha mifundo, kuondosha ihi, wale wenye mifundo yao ambao wana hawapatani hawakubaliani, yale yani masala yatakuwa yaondolewe siku hii ya leo, watu wapendane. Wasala wasalam aasema, wala tahasadu, msihusudiane wala tadabaru, wala msipiani migongo. Mtume anasema namna waqulu, ibadallahi ikhwana iwani, nyinyi yinyi wajaa Mungu ndugu, innamal mu'minuna ikhwa, hakuna nyingineyo hapana, si wengineyo. Waislamu wote ni ndugu, na ikhwa ni jama au ni plural ya neno akh katika Kiarabu.